Na kila siku namwambia. Unamwambia nini? Nyinyi e, umoja ni nguvu, mm -hmm. Utengano ni udhaifu. Simba wako pamoja, tatizo ni wao wenyewe, kwa sababu Mangungu, Mangungu, Mangungu kafanya nini? E, Mangungu kafanya nini? Hmm, au sio? Ukiangalia Mangungu memchagua mwenyewe kuwa mwenyekiti, uh -huh. Mara ya kwanza na mara ya pili kula zimepigwa mangugu beki, mangugu fani, mumwache mm. eh? baga watu hana ta tatizo lolote uleba eh? mna mwongopea tatizo la Simba. Simba ina mashabiki wengi kuliko wanachama. Hapa wanapiga kelele apa atoke, hata mmoja huyu mwenye zanginekadi enye hana angine mwenye kadi

Sipa, usi, Simba. Wewe, eh, wangia, mchana Simba usiku Yanga, mchana Simba usiku Yanga. Uwache mpea watu, amefanya amefanya nini? Imemchagua tena vipindi viwili, mmepiga nakula, mmemchagua kipindi cha kwanza, kama alikuwa afai kipindi cha pili kwa nini hi? Unakuta wanachama hawana kadi au mashabiki wa Simba hawana kadi, waliokuepo na kadi kadi hawa awaziipii sio wana chama hai au sio, siku ya kupiga kula ndio yale ujajiandikisha kupiga kula hapa tarehe 29, una auna kitambulisho kupiga kula, siuwezi kwenda kupiga kula, lakini wao wow, wenyewe ndio wana pesa. Maunu akifungwa ukifungwa timu tena sio ya maguu

elfu moja mia tisa thelathini na tano Simba elfu moja mia tisa sitini na sita tumepishana mwaka mmoja. Yeah, yeah. Mimi mwenyewe nimezaliwa na pacha yangu, tuko mapacha mikubwa na doto wangu, lakini ule doto tumetoka siku moja, mi nimitambulia nikia dada Chicago. Bwana umeipata hiyo, mzee wangu huyu kalewa.

Hakuna kitu hicho, hakuna kitu hicho. Tunakwenda Tunakwenda kwenye kwenye ligi. Tunakwenda bila tu. Mimi niseme tu Mimi niseme tu sasa hivi. Mimi niseme tu sasa hivi tunatoa kauli